We will Rais William Ruto ametimiza siku alfu moja madarakani huku ripoti mpya ikifichua hali ya kutisha kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu unaotekelezwa na vyombo vya usalama. Kwa mujibu wa mashirika ya haki za kibinadamu, takriban kesi 159 za mauaji ya kiholela na watu wanaopotezwa kwa nguvu zimeripotiwa kati ya Juni mwaka jana na Juni mwaka huu. Ripoti hiyo inakuja wakati serikali imekumbwa na aibu kubwa kufuatia kifo cha Albert Ojwang, mwana mwanablogu na mwanaharakati kijana aliyeaga dunia akiwa korokoroni mikononi mwa polisi, tukio ambalo Rais mwenyewe alikiri lilitokana na vitendo vya kikatili vya maafisa wa usalama.

Takwimu hizo zinaonyesha kuwa hali ya haki za kibinadamu nchini haijaimarika bali inazorota, alisema Wanjiku Kamau, mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za kiraia. Katika visa vingi vilivyoripotiwa, waathiriwa walikuwa vijana kutoka maeneo ya mjini ya mitaa ya mabanda kama vile Madhari, Kayole na Kisumu ndogo.

Mashahidi wanasema wengi wao walikamatwa bila sababu ya msingi na baadaye kupatikana wamefariki au kutoweka kabisa.

Huu si ukosefu wa nidhamu wa mtu mmoja, ni mfumo mzima wa ukatili uliokita mizizi, alisema mtafiti wa haki za binadamu aliyeshiriki katika uchambuzi wa takwimu hizo.

children. Nikiripotia Kifagio Media Team ni mie wako Daniel Jonathan almarufu JD. Je, taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio Garbage Collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Kwa nini utuchague? Timu yetu imebobea kwa ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo: usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk west, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. Nambari yetu ya simu ni sufuri saba tisa nane tano tano nane mbili nne sufuri sufuri saba mbili moja saba sufuri nane nane tano sufuri. Kifagio Garbage Collectors. Tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.